Mahakama ya Wilaya ya Kwimba imemhukumu Lindwa Clement Balthazari mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Malya na kinyozi wa saluni ya kiume kuweza kutumikia kifungo cha miaka 30 jela, e, mara baada ya kuweza kupatikana na hatia ya kumbaka mwanafunzi wa darasa la sita mwenye umri wa miaka 14 kutoka Shule ya Msingi Mwakulilima, jina limeweza kuhifadhiwa kwa sababu za kisheria za huyo binti ambayo ameweza kufanyiwa kitendo hicho. Hukumu hiyo imeweza kusomwa siku ya tarehe 17 mwezi wa sita mwaka 2025, ambayo ni siku ya jana na hakimu mkazi mfawidhi Ndeko Dastan Ndeko katika kesi ya jinai ya namba 3196 eh, ya mwaka 2024. Na hii ni baada ya mahakama kuweza kuridhika na ushahidi wa upande wa Jamhuri. Mshtakiwa alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Disemba 4 mwaka 2024 na kuweza kusomewa mashtaka ya kubaka na wakili wa serikali Juma Kiparo, ambapo alikana kutenda kosa hilo. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Lindwa alitenda kosa hilo nyumbani kwake kwa nyakati tofauti mwezi Oktoba mwaka 2024 na akitumia nafasi ya, ya kumhudumia mtoto huyo ya kwenye saluni yake kabla ya kuweza kumlubuni na kumbaka kinyume na vifungu vya sheria cha 130 kifungu cha kwanza 130 kifungu cha pili i na 131 kifungu cha kwanza vya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2022. Upande uli, mash, wa mashtaka pia uliwasilisha mashahidi wanne wakiwemo mhanga muha, e, na daktari kuthibitisha pasipo shaka hat, e, tuhuma hizo. Mtuhumiwa aliweza kujitetea kuwa alimchukua binti huyo kwa lengo la kumsaidia mara baada ya kuweza kufukuzwa nyumbani, hoja ambayo ilitupiliwa mbali na mahakama. Jitihada zake za kuleta mashahidi watatu wa, e, kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya upelelezi hazikufaa hazikuweza kufu, hazi kufua dafu na mahakama pia iliweza kumhukumu kifungo hicho ili, ili fundisho kwa wenye tabia kama hizo. Mshikaji ana umri wa miaka 30, amefungwa jela miaka 30, so mpaka akatoke jela atakuwa na umri wa miaka 60. Sasa kitu gani atakuja kukifanya tena katika maisha haya. Drop comment yako hapo kwenye uwanja wa comments, lakini pia ukilike utakometisha kinomanoma.